Na mtazamaji, ni taarifa hiyo inahusiana na kipigo alichokipata mwenyekiti wa Jumuiya ya Madaktari Tanzania Dr. Steven Ulimboka. Tukiendelea na taarifa yetu ya habari kuhusiana na mgomo huu wa madaktari, serikali inatarajia kutoa tamko Alhamisi ya Juni 28 mwaka huu kuhusu mgomo wa madaktari unaoendelea nchini, pamoja na amri ya Mahakama Kuu kitengo cha kazi kuwataka madaktari kusitisha mgomo huo bila mafanikio. Kauli ya serikali imetolewa na Waziri Mkuu Mizengo Pinda kwenye kikao cha kumi na moja mkutano wa nane wa Bunge kufuatia hoja ya mwongozo wa Spika iliyowasilishwa mapema na mbunge wa Mbozi Mashariki Godfrey Zambi. Mwanahabari wetu Faraji Mogoa kutoka bungeni mjini Dodoma anakuja na ripoti ifuatayo. Mgomo wa madaktari unadaiwa kuanza kinyemela kwenye baadhi ya hospitali nchini na kusababisha usumbufu usio lazima kwa baadhi ya wagonjwa ambao kimsingi unadaiwa kutokuwa na hatia katika mchakato wa kadhia hiyo pamoja na mahakama kuu kitengo cha kazi kutoa amri hiyo Juni ishirini na mbili mwaka huu inayowataka madaktari kusitisha mgomo huo, waziri mkuu anadai kushangazwa na hatua ya kukataa amri hiyo halali ya mahakama wakati ambapo takribani nusu ya madai yao yamekwisha tafutiwa ufumbuzi. Kwa hiyo rai ya serikali hapa ni madaktari kuheshimu hiyo amri sasa. Tumekubaliana ndani ya serikali kwamba tutatoa kauli hapa bungeni kesho kueleza sasa serikali baada ya hatua zote hizi imeamua kuchukua hatua zipi. Asababu so, kama ni jitihada kwa kweli tumefanya kubwa sana lakini, tunaona pengine dhamira haipo. Tumeona na sisi kesho tuliarifu bunge lako tukufu hii. Waswahili wanasema na litakalo kuwa na liwe. Katika mwongozo wake Zambia alimtaka naibu spika wa bunge Jobu Ndugai akubali bunge lisitishe shughuli za kawaida kwa mujibu wa orodha ya shughuli za kikao cha kumi na moja ili swala la mgomo huo lipate nafasi ya kujadiliwa. Najua swala hili katika taarifa ya serikali lilishapelekwa mahakamani baada ya pande mbili hizi kushindana. Madaktari hawa bila kujali hatua za serikali bado wameendeleza mgomo. Mwongozo, naomba hapo Mheshimiwa Spika, katika hali kama hii ambapo swala liko mahakamani, madaktari wanagoma, wagonjwa na Watanzania wetu wanaendelea kupata tabu, serikali sasa inachukua hatua gani, kwamba hili jambo liko mahakamani? Maana hatuwezi kunyamaza, jambo liko mahakamani, Watanzania hawa wanaumia. John Mnyika, mbungo wa jimbo la Ubungo, anasimama na kutoa ufafanuzi kuhusu hukumu ya Mahakama Kuu kitengo cha kazi. Naibu Spika, ningeomba uniruhusu sitasoma lakini niseme tu kwa mujibu wa taarifa zilizomo kwenye vyombo vya habari ni kwamba kesi iliyoko mahakamani imeshtakiwa MAT, ambacho ni chama cha kitaaluma cha madaktari, lakini jumuiya ya madaktari ambayo ndio inatoa kauli za, za mgomo na, na, na mambo mengine haijashtakiwa. Kufuatia kuvuma kwa taarifa za kutekwa na kisha kupigwa Dr. Steven Ulimboka, ambaye ni kiongozi wa jumuiya ya madaktari na watu wasiojulikana, ndipo anaposimama mbunge wa Jimbo la Nzega Dr. Mis Kigongwala akitaka kuweka bayana kilichomkuta kiongozi huyo. Lakini hoja hiyo ikazimwa na naibu spika kwa madai kumalizika kwa, kwa muda wake wa kuchangia wa dakika kumi. Baada ya kushindwa kwa jaribio lake kufikisha ujumbe kupitia muhimili wa bunge, Star TV namfuata Kigongwala nje ya ukumbi huo. Taarifa nilizozipata japokuwa hazijathibitika zinaeleza wazi kwamba kuna watu ambao yeye alikuwa amewasiliana nao, na amewafahamu na namba na, na, na, na, na zao za simu anazo, ambao amekuwa akiwasiliana nao karibu kwa siku tatu kabla ya jana, na watu hao wamemchukua, wame wamempeleka huko, wamemfanya hivyo, na walikuwa wakitoa maneno ambayo si mazuri sana kuyasema, maana yake Ulimboka na mke na mtoto namwombea na tu apate apate. Mgomo wa madaktari unaoendelea hivi sasa nchini unadewa kuwa mwendelezo ule uliotokea mwanzoni mwa mwaka huu, ukichagizwa na madai kuwa endapo hatua stahili hazitachukuliwa madhara yake yanaweza kuwa makubwa zaidi. Ni baadhi ya wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakitoka ndani ya ukumbi wa bunge kwa ajili ya mapumziko ya mchana na chakula, lakini kikubwa zaidi ambacho kimetawala hii leo ni sakata la mgomo wa madaktari. Kutoka ndani ya ukumbi huu wa bunge hapa mjini Dodoma, Faraji Mwagoa.